Wizara ya Afya imepokea msaada wa vifaa vya TEHAMA kutoka mashirika ya Apotheker na D-tree International kwa lengo la kuimarisha mifumo ya kidijitali katika sekta ya afya nchini. Msaada huo umepokelewa na Mkurugenzi wa TEHAMA wa Wizara ya Afya, Silvanus Ilomo, kwa niaba ya Katibu Mkuu, Dk. Seif Shekalaghe. Uh, shirika la Apotheker limeweza uh, kuunga jitihada zetu za kuboresha Uh, matumizi ya TEHAMA katika sekta ya afya kwa kutupatia seti za laptop, lakini pia tumepata printer, lakini tumpia, tumepata projector na pia hapa katika hapa tulipo yani, tunapaita Center for Digital Health. Kwa hiyo, kimsingi hili ni eneo ambalo kama jina lake linavyo linavyojinasibu ni eneo ambalo Uh, mifumo ya tehama uh, ina, inatengenezwa inaratibiwa pengine inaboreshwa. Kwa hiyo uh, kupitia jitihada hizi ambazo serikali iliwekeza kwenye hili eneo. Kwa hiyo wenzetu wa Apotheker pia wameamua kuunga mkono jitihada za serikali kuhakikisha kwamba senta uh, hii ina, ina, inaendelea kuboreka na kuweza kufikia matokeo chanya kwenye matumizi ya mifumo ya tehama katika sekta ya afya. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mipango wa Apotheker Dr. Angel Dillip amesema ushirikiano kati ya serikali na wadau ni muhimu ili kuhakikisha huduma bora za afya zinawafikia wananchi kwa njia ya teknolojia. na tumekuwa tukifanya kazi na Center for Digital Health lakini vile vile tumekuwa tukifanya kazi na Wizara ya Afya ICT Department kwa ajili ya ku implement mradi ambao unaitwa Afya Tech, na mradi huu uh, unaunganisha watoa wa huduma watatu katika ngazi ya jamii wakiwemo uh, watoa huduma wa, wa, wa, uh, uh, wa afya jamii, wao wanajulikana kama community health workers uh, maduka ya dawa pamoja na uh, vituo vya afya. Kwa hiyo tumekuwa tukitumia teknolojia katika kuimplement mradi huu na tunajaribu kuwalinki hao watu watatu, watatu ili waweze kumsaidia huyu mgonjwa au uh, mwanajamii ili aweze sasa kupata huduma popote pale atakapokuwa anaenda katika hizo sehemu tatu. Na katika kuimplement mradi huu tumeweza vile vile kufanya kazi na uh, council health teams pale kibati C na kibati C na kuweza kuwajengea uwezo sasa, jinsi gani ya kutumia dashboard, kwa sababu mradi unatumia teknolojia, kwa kuna data nyingi ambazo zinatoka katika community, data za service delivery, data za referral kutoka kwenye community kwenda kwenye health facility. Kwa hiyo tumeweza kuwatrain sasa wale CHMTs na LHMT waweze kutumia hizo dashboard kwa ajili ya kumonitor a number of indicators na vile vile, uh, tuko hapa kwa ajili ya kusupport au kuunga mkono Ah, jitihada kubwa za serikali. Sasa hivi nafikiri tunajua wote kwamba tunaenda wote digital, si ndio hivyo? Eh, kwao tumekuja kuunga mkono serikali na Wizara ya Afya na muhimu sana Center for Digital Health tukiamini kwamba tutaweza kuchangia chochote kwa vifaa ambavyo tumevitoa hivi ili kwamba mikakati sasa ya center iweze kuendelea mbele katika kuboresha TEHAMA. Benedict Msungu, Daily News Digital, Dodoma.